Sasa mkurugenzi, narudia kusema hapa, nimeona uzembe mkubwa, mfano kwa kutochukua maamuzi kwa wakati na kufanya mambo bila kuhakika katika, kama ungekuwa mmekosa kila mmoja angekuwa amefanya kosa ya uhakika. Hayo maamuzi ya kuchukua mawe kutoka Dar es Salaam, maamuzi ya kusema kjakauhayako ilikotali msha imekala mapema sana

waambie wajiandae wote, na nitafanya kazi hiyo usiku huu wa leo. Kesho asubuhi watakapokuwa wanaingia ofisini watakuta tayari wanaambiwa wakapumzike vizuri. Hili jambo limewakuta TANROADS mkoa wa Lindi, wanalifanya tena, wanalifanya peke yao. Nakupongezeni sana TANROADS mkoa wa Lindi lakini hili ni tatizo kubwa na hii ni barabara ya taifa, mkurugenzi ilipaswa timu kutoka makao makuu toka jana usiku ulipopatikana taarifa hii, wote wangelihamia watu hapa ili kuja kuunga mkono nguvu na jitihada za mkoa kwenye kutafuta suluhu.